Hinjo uh, nami ni kwamba watu wengi wanaweza kujiuliza kwa nini tuna base hapa kwenye Simba. Simba ameweka roadmap katika uh, soka la wanawake. Alianza muda mrefu kidogo katika uwekezaji. Ukizungumzia soka la wanawake, ukizungumzia soka la vijana, Simba ameanza muda mrefu kidogo kwa katika kuinvest. Simba jinsi walivyosajili kikosi chao, ukikitazama unawaona wakienda kupigania ubingwa, ukiwatofautisha na Yanga Princess na JKT Queens. Pengine hata kabla ligi kuanza unapoenda kutaja timu ambazo zinawania ubingwa JKT, Simba ndio zilikuwa pale kabla ya Yanga Princess kuji, kujiongeza na kufika kwenye daraja hilo. Kwahiyo unapasi na kujali kama Simba imesajili ama haijasajili, e, msimu unapokwenda kuanza utamweka katika daraja kwamba huyu e, anakwenda kuwania ubingwa msimu huu. Kwahiyo kikubwa ambacho kitakwenda kita kutokea ni matokeo baada ya msimu kuanza kama atapata ubingwa ama ataukosa. Kwa hiyo kwa swali lako nafikiri kwa ligi ya wanawake uh, Simba Queens ni title contender. ni title contender. yes. nafasi yao what I mean mm. kwa sababu uh, kuna mtu mmoja wakati sajili zinaendelea, hususan uh, nilivyokuwa naiangazia yanga pieces, nikamwambia akasema, of course nitamtaja uh, kichuna Yes, kwa sababu ni mm. mdau mkubwa wa soka la wanawake kwa yes. na yupo hata kwa kamati za soka mm. la wanawake pia za mkoa wa Dar es Salaam. mm. Nikamwambia, nikamwambia Yanga inavyosajili inanitisha kwamba kama unautaka ubingwa rasmi. mm. kwa sababu Yanga Princess walionyesha msimu uliopita nusu lile. yes. mm. uh, duru la kwanza hawakuwa vyema, duru la pili sasa ndio wakaonyesha bwana. yes, ah, kumbe hawa wako serious. mm. laiti wangekuwa serious duru la kwanza wange challenge title. mm. Kwa jinsi yangu majina kumrudisha pressures winket kali kuongeza uh, kumrudisha Maimuna borsa, Hamisi. Mm. Yani, unaiona kabisa hii timu kuna kitu inahitaji. Yeah. Kwa, kwa, kwa, kwa... kwa wekezaji ambao wameufanya mm. kwa kwa hiyo kwa moja kwa moja kwa, kwa Simba Queens usajili ambao wameufanya utaweza kumrate kum kwamba anahitaji kurejesha taji lake kwenye ya si hmm. mtayamsia usajili ambao tumezungumza, goalkeeper top, hmm. top top goalkeeper. top goalkeeper hmm. kwenye eneo la ulinzi unakwenda una, una kuipata chemistry uh, nyingine mpya uh, katikati hmm. uh, lakini pia midfielders wanakwenda kuungana na Aquino Corazon katikati mwa uwanja, unakwenda kuzungumza forwards wana striker, uh, jina, jina, wana striker mrefu alikuwa na rasta, unamwona kuna kitu kipya kabisa ambacho yuko nacho. Ana, ana hold anatengeneza, anakimbia kwenye nafasi, hakufunga lakini unaona kwamba ni striker ambaye anakwenda kuongeza changamoto ndani ya ndani ya kikosi kwa wale ambao wapo uh, kwa hiyo unaiona ni timu ambayo, moja kwa moja, kwa upande wangu, uh, inakwenda kupambana kwenye kuwania ubingwa. Mimi nadhani kwa, kwa kiwango cha Simba na rekodi yao inawapa nafasi ya wao kuwa washindani wa, wa ubingwa, kwa sababu unajua, wakati siku zote watu wanaangalia bingwa kutokana na historia yako mm. na mashindano jinsi ulivyoipanga timu yako wewe mm. unaonekana una kweli, una nia ya kuchukua ubingwa. Kwa hiyo nawaona Simba, bado hatuwezi kuwatoa pale Jek, jekitii wako vizuri lakini Simba wananyuwa na timu nzuri ya kushindana na kuchukua ubingwa. Sawa uh, kinga mkono, tuangazie mechi ya pili sasa ambayo mm -hmm. ilikwenda kutanisha JKT Queens dhidi uh, ya kikosi cha uh, Yanga Princess. Mechi nyingine tena ilikoponi by the way, ilikuwa inahitajika yeah. hivi uh, kuna mtu mmoja nilikuwa naangalia naye <laughs> ah, kwenye simu kwani ile mechi iliyopita walifungwa Yanga tatu alafu mm. mwisho wa siku nikawambia ile si unajua tena kiwango kiliambua tuseme kiwangu kiliambua, lakini uh, Winfried Gelard anafunga hilo bao la kwanza kidogo ile bao ni kama vile Jean Shaleh awa aliwafunga Fountain Gate fountain msimu uliopita. yes, yeah, uh, alitokea huko alitane angalia kama hapo alitisha alipiga pasi mwenye halahalafu akaitafuta hivo tunaita, unapiga kwenye kidole gumba hivi <coughs> alafu yeah, unaitafuta kule juu, lakini baadaye jani Uh, akiweza uh, kusawazishia kikosi uh, cha Yanga Princess pasi ambayo ilitolewa na Wema Richard yeah. Uh, kwa pembeni hivi African ni mm. Bao hilo hapo ilikuwa nafasi moja nzuri sana papo kasawazisha na Jet ya basi Idrissa hakuona lango. Another match mm. in town ilikuwa mechi kali sana mechi nzuri yes. ya kwa, kwa status ya timu mm. lakini pia kwa upinzani kama umefuatilia msumi kwa misimu miwili ya karibuni JKT na Yanga kuna mechi mm -hmm. Yaani JKT na Yanga zikikutana mm -hmm. hata kwa upande wa, wa, wa wanaume ujue, mm -hmm. Yani kuna, <laughs> kuna mechi kweli mm -hmm. Kwa hiyo hata kwa upande wa wanawake imekwenda kuwa copy and paste. Mm -hmm. Lakini kwa wanawake nafikiri, nafikiri ule u, upinzani umekuwa wa ukaribu zaidi uh, okay. sana tofauti na upande mwingine waliwafunga, ya JKT waliwafunga Yanga bao moja kwa sifuri uh, la donisia yes, so katika ngao yes. Baadaye wakaenda katika Samia Super Cup nnarusha wakarudi sasa, sasa mechi ambayo Simba Queens kuptaju kwamba yanga ataenda ali, alivyomfanyia yeye ali, yani yangaana wataenda kumkomalia bana siku tumeenda uwanjani pa nilienda na ndugu yangu Rashid Hamisi kufika pale uwanjani watu washangaa Wakina nani wanaondoka? Nani? wakina mgosi eh? wanaenda kuangalia gemu pale eh. wakaona kikosi wakaona nini, <laughs> kipindi cha kwanza mbili basi, wakaondoka zao, walichokitarajia <laughs> <Wano laughs> sicho, lakini ni, ni mm -hmm, timu ambazo zikikutana mm -hmm, unaona kuna ushindani mkubwa sana mm -hmm, ni mechi ambayo Yanga walikuwa wana, wanaweka statement kwamba pangamwene amekupita Yanga princess msomi Yeah, ni msomi msomi ni ni ni au ni, ni, ni, ni, ni, ni yes degree holder <laughs> msomi. Kwa hiyo inabidi ushawishi pia na wanawake wengine kwamba sio <laughs> kucheza mpira tu, lakini pia na oh, elimu lazima yende elimu iwepo. Kwa hiyo ni mechi ambayo Yanga walikwenda ku kuionyesha dunia uh, kwamba ni timu nyingine, timu ya utofauti, timu ambayo inaweza kufight mm. tangu filimbi ilipopulizwa na Amina Kiando mm ya kuanzisha mchezo ulikuwa una, unaiona kama timu ya kwanza uwanjani kwenye kila kitu, kwenye kuwania mipira ya hamsini kwa hamsini, kwenye kukimbia uwanjani, kwenye kufight uh, mipira ya juu, Yanga waliwin kila kitu uwanjani na, na hata chances ambazo walizitengeneza, pengine ndio ilikuwa timu hatari zaidi kwenye kutengeneza nafasi kuliko hata JKT. hmm. Uh, JKT ulikuwa unaweza kuona kwa namna Yanga inavyocheza ina kulazimu mchezaji mmoja mmoja kucheza kujaribu kufungua njia na kutengeneza nafasi kwa mwingine. Haikuwa haikuwa pasi, yani ile passing Yanga walienjoy zaidi kucheza mpira kutoka nyuma mpaka kufika kwenye eneo la mwisho. Lakini kwa JKT wakianza mpira nyuma, pasi ambayo itatoka kwa mlinzi kwenda mbele u mpira ni wa hamsini kwa hamsini utapigwa juu, maanake ni mpira wa kugombania, sio mpira wa kucheza tena. Kwa hiyo uh, nafikiri uh, ilikuwa ni, ni wakati ambao Yanga mechi waliitupa. Kwa upande wangu mimi, uh, Jenin ukitoa bao ambayo kafunga kuna chances mbili za wazi alizipata, ambazo alikuwa anaweza kaiua mechi, licha ya Yanga kuwa pungufu kwa kadi nyekundu, yes. kuna chance alitengenezewa, ali, ali alipitishiwa pasi ule mpira alivyopiga, kama angekuwa mtulivu zaidi ya kile ambacho alikifanya lile lilikuwa ni bao la pili na kwenda kuua mechi kabisa, kwa sababu ilikuwa ni dakika za mwisho. Lakini pia kuna chances alizipata kipindi cha kwanza na Najet, basi alicheza nafasi kadhaa, lakini zingine zilikwenda zili nje. Timu kama timu, kwa Yanga, unakwenda kugundua kwamba Edna Lema, uh, Mourinho kwa nafasi yake anajaribu kuifanya timu kuwa hatari kutoka msimu mmoja kwenda kwenye msimu mwingine. Kwa sasa tunakwenda kuizungumza timu ambayo imekamilika, kwa upande wangu mimi ni timu ambayo inakuonyesha kwamba ina uhitaji sasa wa mataji, ina uhitaji wa kuteka soka la Tanzania. Usajili ambao wameufanya unakushawishi, wachezaji ambao walikuwepo pale na walioongezeka, unakushawishi kuamini kwamba Yanga Princess wanakwenda kupeleka changamoto ya moja kwa moja kwa JKT na Simba tofauti na misimu mingine ya nyuma, kwamba ni kama mtu wa nyongeza mm. Yani kwamba ah kuna Simba, kuna JKT nyongeza yake hapa nyuma kuna Yanga, yani huyu tusubiri atafanya kitu gani? mm. ni kama zamani ilikuwa kwa fountain. Yes, nadhani ulikuwa unamzungumzia mshambuliaji wa Simba aliyemuongeza, nadhani ni yule ambaye aliwahi kupita Sincia, ambaye pia alipita fountain akaenda soka la Ulaya, pia pia kwa muongeza. Yes, wapo wengine pia ambao pia muongeza